Hayati Raila Amolo Odinga ni mmoja wa wanasiasa waliokuwa na umaarufu na ushawishi mkubwa katika historia ya kisiasa ya Kenya. Raila tamo, Raila tamo, tamo tamo. Alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 katika eneo la Maseno, kaunti ya Kisumu. Yeye ni mwana wa hayati Jaramogi Oginga Odinga ambaye alikuwa makamu wa kwanza wa rais wa Kenya baada ya uhuru. Kwa takriban miaka 40 ya maisha yake katika ulingo wa siasa, Raila alijizolea umaarufu mkubwa kwa kupigania haki, usawa, demokrasia na mageuzi kadha wa kadha katika taifa la Kenya. Hata hivyo, juhudi zake za kupata haki haikuwa rahisi kwa kuwa watawala hawakukubaliana moja kwa moja na matakwa yake na ikamlazimu kutumia mbinu mbadala ya kutaka kusikilizwa na serikali pamoja na waliokuwa madarakani. Raila aliamua kuchukua mkondo wa maandamano kama njia mojawapo ya kuishinikiza serikali kuzingatia malalamiko yake. Kwa hivyo tunaanza harakati Mwaka wa 1990 mojawapo moja ya maandamano kubwa zaidi katika taifa la Kenya lilitokea na kuongozwa na Raila Amolo Odinga na wenzake akiwemo babake Jaramogi Oginga Odinga, Charles Rubia na Kenneth Matiba. Boy, boy. Matiba. Madhumuni ya maandamano hayo yalikuwa kumshinikiza Rais wa wakati huo hayati Daniel Toroitich Arap Moi kuruhusu mfumo wa vyama vingi. Wakati huo Kenya ilikuwa inatawaliwa na chama cha Kanu pekee, na baada ya maandamano ya Odinga na wenzake, walifanikiwa kubadilisha kipengele cha 2A ya katiba na kuruhusu mfumo wa vyama vingi. Raila alirejea tena barabarani baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 2008 baada ya kudai kuibiwa kura na rais Mwai Kibaki. Odinga aliitisha maandamano ya kitaifa jambo ambalo lilisababisha maafa mengi, majeruhi na watu wengi kuachwa bila makazi kutokana na machafuko hayo. Baada ya maandamano ya wiki kadhaa, rais Mwai Kibaki alikubali kufanya mazungumzo na bwana Raila Odinga, na hatimaye walikubaliana na maandamano yakamalizika. Mwishowe bwana Odinga aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Kenya. Mimi Raila Amolo Odinga naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa rais wa jamhuri ya Kenya na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kutetea katiba ya Kenya kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Raila hakukomea hapo. Mwaka 2016 na 2017 aliongoza tena maandamano kote nchini ya kutaka mageuzi kabambe kwenye tume ya uchaguzi IBC. Odinga aliilaumu tume ya IBC kwa kusimamia uchaguzi uliokumbwa na udanganyifu chungu nzima. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2017, ambapo Raila alishindwa na Rais Uhuru Kenyatta, alifanikiwa kupinga matokeo ya uchaguzi kwenye mahakama ya upeo. Kwenye uamuzi wa mahakama kuu Ushindi wa rais Uhuru Kenyatta ulifutiliwa mbali, na IBC ililaumiwa pakubwa kwa kuendesha uchaguzi uliosheheni udanganyifu. Hilo lilichangia maandamano zaidi ya kushinikiza kuondolewa kwa mwenyekiti wa IBC wa wakati huo, Wafula Chebukati, na makamishna wa tume ya uchaguzi. <tos> <tos> hivi majuzi mwaka wa 2023 aliongoza muungano wa Azimio la Umoja katika maandamano ya kupinga gharama ya juu ya maisha, kupinga ukatili wa polisi na vilevile vile kupinga matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2022 iliyompa Rais William Ruto ushindi. Jumatatu ijayo tutarudi tena Maandamano hayo yalikuwa yakifanyika mara mbili kwa wiki, siku ya Jumatatu, Jumatano na wakati mwingine siku ya Ijumaa. Katika maisha yake yote, uwezo wake wa kuhamasisha shughuli za watu wengi ulimletea sifa ya baba kati ya wafuasi wake. Kwa ufupi, Raila alitumia lugha ya maandamano kuzungumza na serikali na pia alikuwa ndio kiongozi wa upinzani wa muda mrefu zaidi katika taifa la Kenya. hawa ni waoga waoga waoga. Tumekuja kutoa shukrani kwenu, asanteni sana jana, asanteni sana kwa kusimama imara. Tangu kifo chake tarehe 15 Oktoba mwaka 2025, muonekano wa upinzani nchini Kenya umedidimia kwa kiwango kikubwa. Kundi la vijana wa Gen Z walijitokeza kwa muda mfupi na kuongoza maandamano mwaka 2024, lakini mwishowe walitawanywa na serikali. Licha ya kuondoka kwa Raila Odinga upinzani wa sasa ukiongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na Stephen Kalonzo Musyoka wametishia kuitisha maandamano iwapo matakwa yao hayatashughulikiwa. Wanataka hatua kali zichukuliwe dhidi ya watu, hususan maafisa wa polisi waliovamia kanisa la ACK Witima eneo la Odhaya, wakati wanasiasa wa upinzani walipokuwa kwenye ibada ya Jumapili.

And we have said that if this situation continues after 16 hatutakuwa na lingine la kufanya ni kuitisha maandamano katika jamhuri ya Kenya until Kipchumba Mukomen is removed from office IG Kaja is removed from office and the two DIGs are removed from office and the National Police Service can be put back into order. Tayari wanasiasa wa ODM ambao wengi wao walikuwa wakiandamana na Raila Odinga kwenye maandamano wamepuuzilia mbali kauli ya Gachagua. Wanadai Gachagua hana wafuasi ambao wako tayari kusimama naye kwa hali na mali kama walivyokuwa wakisimama na Raila wakati wote akiitisha maandamano. Mimi nasikia wengine wanasema ati next week wanataka kufanya maandamano. Wakuje kwanza sisi tuwafundishe maandamano ni nini. Niliona jana kuna wengine wamesema ati sasa wanajitayarisha, kwa sababu hawana mipango, hawana ajenda, hawana chochote, ati wanajitayarisha kutengeneza maandamano, ati wanataka watengeneze maandamano ati sasa waete maandamano ati sasa watu waende maandamano. Sisi tunawambia we are not boarding, we are doing what are we boarding. Mambo ya maandamano sisi tuko works, we are not boarding mambo ya maandamano. Kenyan youth are busy, they are busy opening businesses, they are busy hustling. Mambo ya maandamano wafanyeni nini? Hata hivyo, wadadisi wa maswala ya kisiasa wanahoji uenda Gachagua asifanikiwe kwenye maandamano yake. Wanadai Gachagua anakumbana na upinzani chungu nzima kutoka kwa viongozi wa eneo la mkoa wa Kati ambalo yeye anatoka. Itakumbukwa kuwa takribani asilimia 95 ya viongozi kutoka mkoa wa Nyanza walikuwa wakimuunga mkono bwana Raila Odinga kwenye mchakato mzima wa maandamano. Kwanza, swala la aliyekuwa naibu rais e, Rigathi Gachagua kuongoza maandamano nchini Kenya, e, nadhani hawa watu wawili marehemu Raila Odinga na rigathi Gachagua ni watu wawili tofauti sana. Raila Odinga ni mwanasiasa ambaye huenda taifa la Kenya halitawai, e, halitawai pata mwanasiasa wa aina hiyo, mwanasiasa aliyepigania mengi mageuzi, masuala mengi tu, katiba mpya, utawala bora usimamizi bora wa rasilimali za nchi tofauti na Raila, Gachagua e, sio mtu ambaye kwa mara nyingi ameonekana labda kupigania utawala bora na masuala mengine yanayofungamana na usimamizi bora wa rasilimali za umma. Gachagua amekuwa ni mbunge wa ambaye alihudumu kwa kipindi kimoja tu kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na saba mwadi mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na kisha akaelekea kuwa naibu rais kati ya mwaka 2022 hadi mwaka 2024, kabla ya kubanduliwa kwake. Kwa hivyo, kwa kwanza, kuwalinganisha watu hawa wawili ni vigumu sana. Tukizungumzia masuala ya maandamano, kumbuka maandamano ya awali nchini Kenya yalikuwa yanaitwa ama yalikuwa yanaitishwa, eh, haswa yale ambayo yalikuwa yanaitishwa na Raila, mengi yalikuwa ni kupigania utawala bora, usimamizi bora rasilimali za umma, kupambana na ufisadi na masuala mengine ya kufuata sheria na kanuni nyingine zilizowekwa. Kwa hivyo siamini, iwapo labda iwapo kweli maandamano Gachagua anaweza kuita maandamano, kwa sababu ana wafuasi wake, ana uwezo wa kuita maandamano, ila sidhani kama anaweza kuwa makubwa jinsi ambavyo maandamano ya marehemu Raila Odinga yalivyokuwa. Kwa hivyo e, ni kweli ana wafuasi, ila wafuasi wake hawawezi fikia wale wafuasi ambao Raila Odinga alikuwa e, siku ambayo ameitisha maandamano. E, wafuasi wake wanajitokeza na wengi hawalipi chochote, walikuwa ni watu ambao wanajitokeza barabarani wakiamini falsafa za marehemu Raila Odinga, falsafa ambazo wakenya wengi wanaendelea kuzienzi na wanaendelea kuziishi. Kwa hivyo tunasubiri kuona, ila huenda yanaweza kuwepo, ingawa hayatakuwa na ukubwa wa aina hiyo, kwa sababu Gachagua mwenyewe hajaonekana kuwa mtu ambaye amekuwa akipigania mambo mbalimbali yanayoathiri Wakenya ila tu hadi wakati ambapo alipotimuliwa kuwa naibu rais ndipo wakati ambapo ameanza kuonekana kwamba anazungumzia ufisadi, anazungumzia kuhusiana na usimamizi wa rasilimali za umma na anazungumzia eh, maswala mengine ikiwemo eh, maafisa wa polisi kuheshimu eh, sheria. Nakumbuka, ikumbukwe katika maandamano ya mwisho yaliyoitishwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, Gachagua alikuwa mstari wa mbele kuakicha kwamba maandamano yale ya, ya marehemu Raila Odinga yanazimwa. Kwa hivyo tu tuone, ila sidhani iwapo yatakuwa ni maandamano makubwa mno. Yatakuwepo ni sawa, ila sidhani kama yanaweza kuwa makubwa kufikia yale ambayo marehemu Raila Odinga aliyokuwa yakiyahitisha, mengi ambayo Wakenya wengi wanasema kwamba yalikuwa anapigania utawala bora, usimamizi bora na masuala ambayo yana waathiri wa Kenya haswa wa kipato cha chini. Ni suala la muda kuona iwapo Gachagua atafanikiwa kuhamasisha wafuasi wake kujitolea muhanga kushiriki maandamano. Kevin Sewe, Mwanzo TV <mulia>